Unajua nini Bwana Alex? Nimevutiwa sana na CV yako. Sasa nataka tuwe marafiki. Kwa kweli nimefurahi sana kusikia hivyo Bwana Steve. Unajua nataka kutoa hii nafasi kwa mtu wangu wa karibu na mimi nimependezwa zaidi na wewe. Hata kama hatukuwa marafiki mwanzo, lakini kwa sasa tumekuwa marafiki. Na ninakuamini sana kwa sababu nimeona una tabia kama zangu na tunaweza kuzungumza kitu chochote. Bila shaka unajua sisi ni wanaume, kwa hiyo mara nyingi tabia zetu huwa zinafanana. Kwa mfano kwenye swala la uwindaji, mwanaume kamili lazima awe mwindaji, au unasemaje? Hiyo ni kweli kabisa. Halafu lazima tuambizane, ili tusije tukachanganywa, kwa sababu wanawake wanaweza wakawachanganya hata marafiki na msijue. Oh, Malaika, leo umependeza sana. Asante. Karibu kahawa. Asante. huyo mrembo unamuonaje? Ni mzuri balaa kusema kweli, nimemuelewa sana. Unajua nini kaka, mwanamke kwenye hii dunia anatakiwa apendeze tu, na hiyo ndio furaha kwenye macho ya wanaume. Na leo malaika amependeza kuliko siku zote ambazo nimemfahamu. Hebu ngoja kwanza, kwani Alex umeoa? Ndiyo, huu ni mwaka wa tatu tangu nioe. Alex, mbona umesaliti chama tena? Hujui ndoa ni kupoteza muda. Mimi naamini wanawake huja na kuondoka, na wakati wanaondoka huwa wanatuachia maumivu makali sana, na mimi sipendi stress kabisa. Ndiyo maana swala la kuoa silitaki. Halafu kuna wazo nimepata, nataka leo jioni tutoke tukapate chakula pamoja, au wewe unaonaje? Bila shaka ni jambo zuri, ila hakikisha unakuja na mke wako. Natamani sana nimuone, kwa sababu mpaka amekufanya umemweka ndani, naamini huyo mwanamke atakuwa mrembo sana. Mimi kwa upande wangu nitakuja na malaika. Hilo ndio neno nilikuwa nasubiri. Sasa nafurahi kusikia hivyo, lakini ngoja nikwambie hii siri, ninapomwalika mrembo yoyote kwenye chakula cha jioni, siku inayofuata sijawahi kuamka peke yangu. <laughs> Basi tuonane jioni. Sawa. Hapana, hebu geuka nikuone vizuri. hiyo nguo? Hapana! unataka bosi afikirie nimeenda na bibi yangu? kwani ni kipi kibaya kwenye hili gauni? Yaani, ukivaa hilo gauni unakuwa kama bibi wa zamani, kabla Tanzania haijapata uhuru. Kwa kweli hilo gauni haliendani na uzuri wako kabisa. Unajua, wanawake ni kama magari. Kwa hiyo hata kama wewe sio Ferrari, lakini sitaki kuonekana naendesha gari la zamani. Halafu huu usahili ni wa muhimu kwangu, kwa hiyo inabidi upendeze sana. Hebu fanya hili kwa ajili yetu, mpenzi. Lakini lakini nini? Nadhani lile gauni ambalo nilikuletea jana litakupendeza. Hebu vaa tuone. Sawa, nitavaa hilo unalotaka wewe. Pia uvae na mapambo, nataka uhakikisha unakuwa mrembo kama Beyonce. Bwana Steve, Malaika huyo, ni mke wangu anaitwa Chausiku. Chausiku, huyu ni Malaika na huyu ni Bwana Steve. Kwa kweli mke umepata, rafiki yangu, yaani mke wako ni mrembo hadi mwili umenisisimka. Nafurahi sana kufahamiana na wewe Cha Usiku. Nafurahi pia bwana Steve, pia nashukuru kwa mwaliko huu. Huna haja ya kunishukuru, Cha Usiku. Nafurahi kufahamiana na wewe Malaika. Nafurahi pia. Mpo tayari kuagiza? Ndiyo. Mimi niletee chipsi mayai. Mimi niletee chipsi kuku na pilipili pili nyingi. Mimi naomba chipsi mayai na mishikaki ya kuku sasa unajua nini, chakula ninachokitaka sijakiona kwenye menyu. Nadhani Cha Usiku, unaweza kunichagulia chakula kingine. Labda unapaswa kuagiza maji ya baridi kwanza, ili upooze koo kidogo. Cha Usiku, una akili sana, sio siri, umenifanya nianze kukupenda. Mume wangu, tunaweza kuzungumza pembeni dakika moja? Bila shaka Alexi. ni tabia gani hizi bosi wako analeta? huoni kwamba ni mtu mbaya Unamaanisha nini Alex? Kwa nini umechanganyikiwa? Hata kwa macho yako huoni kuwa tabia zake ni mbaya? Acha ujinga, cha usiku. Steve ni mwanaume, kwa hiyo hivyo vitu ni vya kawaida, kwa sababu wanaume wote tupo hivyo. Kama ungekuwa unapendeza kila mara, haya mambo ungeyaona ya kawaida. Steve hana shida kabisa, niamini mimi Alex huyu amezidi, huoni? Mpaka anashindwa kutuheshimu, yaani ameanza kunisumbua tena mbele yako, na wewe umekaa kimya tu. Wewe kila kitu unalalamika tu, unashindwa nini kuvumilia kwa muda mfupi tu, kisha tunaondoka. Unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kukaa hapo na kutabasamu. Cha Usiku, tambua kuwa hii kazi itatufanya tuwe matajiri sana, na utapata chochote unachohitaji. Kwa hiyo ikiwa Steve atahitaji kukutizama wewe, kubali tu tena ikibidi jilegeze ili umlainishe nipate hii kazi. na wewe uko sawa kabisa na hili bila shaka? Mimi niko sawa kabisa okay, isiwe tabu. Kwa kweli leo nina furaha sana kwa sababu mmekubali wito wangu na mmefika ili tuweze kupata chakula cha jioni kwa pamoja. Sasa Alex, leo usiku nataka kumwonyesha cha usiku jumba langu la kifahari na jambo linalofuata kesho asubuhi nitamrudisha kwako, au unasemaje? Hapana. Uh, namaanisha ndiyo, unaweza kwenda naye tu. Kwa nini unamjibu bila kuniuliza kwanza? Sikuwa najua kwamba mwanaume anatakiwa kuuliza nyama yake kama iko tayari kuliwa. Uh, Bwana Steve, usimsikilize huyu mwanamke. Kwa hiyo, Alex umeamuaje? Nenda tu mke wangu. Nina uhakika utaipenda hiyo nyumba ambayo Bwana Steve anataka kukuonyesha. Hayo ndiyo maamuzi ya kiume, Bwana Alex. Basi ngoja sisi tuondoke, twende, cha usiku Malaika. Kwa hiyo Bwana Steve huwa anafanya hivi kila wakati? Hapana, anafanya wakati ambao ninamlipa tu. Sijakuelewa, umesema nini? Nimesema anafanya hivyo wakati ninapomlipa tu, na hivyo ndo waigizaji wanavyofanya mara zote. Unamaanisha nini kusema Steve ni muigizaji? Oh, nadhani hatukupata nafasi ya kufahamiana vizuri. Jina langu ni Malaika, mimi ndio mkurugenzi mkuu wa kampuni unaojaribu kuomba kazi. Hebu subiri kwanza, mbona unanichanganya? Wewe si sekretari wa Steve? Steve hata hafanyi kazi katika kampuni hii kabisa. Haya yote yalikuwa sehemu ya usaili wako, bwana Alex. Unajua alikuwa anatafuta mfanyabiashara mzuri, lakini kumuuza mke wako ili upate kazi, sijapendezwa nayo kwa kweli. Hapana Malaika, nadhani umenielewa vibaya. Najua wanaume wenye tabia kama wewe, wanaoendesha wanawake kama garibovu Nakumbuka kabla sijafanikiwa wanaume walijaribu kunifanya vitu kama hivi na mambo mengine mengi ya kutisha, lakini niliapa kuwa sitakubali hii tabia ijitokeze katika kampuni yangu. Tafadhali naomba nafasi nikuelezee vizuri hivi. Unajua umefanya kitu cha ajabu sana, yaani unamuuza mwanamke unayempenda, tena mke wako wa ndoa kwenda nyumbani kwa mwanaume mwingine ambaye humfahamu, tena bila kujali. Bado upo hapo unaendelea kunililia nikupe kazi. Hii inaonyesha kuwa hutokaa kubadilika, Bwana Alex. cha usiku, tafadhali naomba tuzungumze. Tuzungumze kuhusu kunivalisha hivi ili nivutie na kuruhusu wanaume wengine wanichukue ili wewe upate kazi. Kwa taarifa yako, Steve ameniambia kila kitu mke wangu, sikuwa ngoje nikwambie kuambie, Alexi, nadhani unakumbuka, miaka hii yote tulikuwa tukiishi kwenye nyumba ya, ya baba yangu, na kuanzia sasa sitaki tena uje kuishi kwenye nyumba ya baba yangu. Kipindi chote umekuwa ukitafuta kazi, uliishi kwa mshahara wangu. Kwa taarifa yako, kuanzia sasa utachora chini ubandue, na kuanzia sasa mimi sio mke wako tena. Si ulisema wanawake ni kama magari? Sasa umepoteza leseni yako. kwa heri.